Habari uh, naitwa Josephat Rafael Nkungugu ni host wa kipindi chako cha mashule shule, na leo tumekuja na mada eh, muhimu kabisa ambayo imekuwa kipendwa na wengi wanatamani kuisikia ambayo ni study abroad program. Unawezaje kupata fursa ya kuweza kusoma mataifa mbalimbali duniani nje ya Tanzania? Leo tutaongelea taifa la Marekani kama moja ya taifa pekee ambalo limekuwa ni mapenzi ya wengi kuwa destination kwao wafike Marekani waione na wajifunze na wasome. Lakini kabla kukwenda mbali, niseme tu kwamba yeyote ambaye huwa anatoka nje ya Tanzania wagana anakuwa na kati ya mawazo mawili: moja, aende akachukue ujuzi na uzoefu arudi nyumbani kuutumia, au mwingine, aende akajifunze elimu yao lakini pia akaitumia akiwa yuko huko huko kwao. Sasa hizi approach mbili ni muhimu ukawa nayo moja na ukawa nayo serious nayo kabla ya kufanya maamuzi ya kufanya e, hatua yoyote muhimu ya kwenda kusoma nje ya nchi, kwa sababu e, plan nzima na organization nzima itakusaidia vyema kama utakuwa unauelewa kwamba option yako ni ipi, uchukue elimu urudi, au unakwenda kukaa moja kwa moja. Kabla hujaenda mbali tuanze na approach ya admission. Admission ni sehemu muhimu kwa sababu ndio inakupa access kuingia. Na kwenye admission kuna namna mbili tofauti. Je, wewe umeshahitimu tayari afu unafanya mchakato wa admission au wewe bado unasoma na unatamani kuwa na muda wa gap hii hapo katikati, yani utamani ukimaliza labda form six ukae mwaka mmoja afu ndo uendelee na elimu yako. Unatamani ukimaliza form six ujoin moja kwa moja uendelee na masomo yako kuna namna tofauti bidi uifikirie na mtu ambaye ana uwezo wa kukaa kidogo afu baadaye akaendelea. Ina maanisha nini? Unapokuwa unatamani kwenda kusoma Marekani, let's say, mwakani mwezi wa tisa, kiuhalisia ni kwamba inatakiwa uanze kuapply mwaka huu mwezi wa saba au pengine wa nane, like mwaka mmoja kabla. Sasa unaposema sawa, mimi sijamaliza wamesha jua hili jambo na mara nyingi unapokuwa mwanafunzi ambaye ni international, kwa namna ambavyo unakuwa treated tofauti mwanafunzi ambaye ni wa kwao. Sio kwa ubaya, lakini kwa uhalisia, kwa sababu kuna habari ya matokeo yako yanabidi yawe na equivalence au yawe na equivalent ya kwao. Kule kwao kuna mchakato wa kubadilisha matokeo yako ya kitanzania yaweze ya, ya, ya kumake sense kwenye international level na vitu vingine, kwa huaga wanajua, ndio maana unapo apply prior, inaeleweka lakini kingine ambacho uoga kinajulikana pia ni kwamba unapokuwa haujamaliza ule mwaka wa masomo ambao upo wana uwezo wa kutumia matokeo yako ya nyuma kukupa wewe admission ijapokuwa kuna kitu inaitwa conditional admission kama si ndio kusema kwamba ni conditional maana yake upon approval ukishata baadhi ya vitu kadhaa ndio utakupa full admission ambayo hiyo conditional admission yenyewe ni sawa na kukubali sababu sifa zenyewe zinaweza kuwa zikaa vizuri lakini tu anataka ufanye umalizie elimu yako moja kwa moja ndio tuletee zile full uh, document za kukupa wewe full admission. Kwa hiyo wanaelewa habari ya partial au conditional admission. Kwa ukifanya huo mchakato ni kitu muhimu kwa sababu kitakusaidia kutokuwa na, mcha, na mwaka mzima wa kusubiria kwa kwa au, au ili ili na shule kitu kingine ambacho mimi ni kwamba unapotaka kufikiria kwenda kusoma nje nchi, my friend, make sure kwamba ni kitu ambacho una kiplan mwaka kabla au muda fulani kabla, kwa sababu kuna watu wanakutana nao wanasema anafikiria kuenda kusoma nje nchi alafu yupo eti miezi miwili kabla. Hiyo kwa kweli ni ngumu kufanikiwa, au miezi mitatu kabla ni ngumu. Kwa nini? Kwa sababu ya ile process nzima ya kupata ya kupata admission mpaka kufika mwisho. Mfano, twende polepole pole. Unapotaka kwenda nje ndio, hatua ya kwanza uta apply, common app. Waliona marekani wana vio vingi sana, wana taasisi nyingi za elimu kuapply kwa sababu inaitwa ni common application portal. Mle ndani, kwenye vyuo, chuo, chuo, chuo, duniani. Na pia ya ya kwanza ni ya free application. Kwa mfano Harvard, una vingine chuo you have to pay

Plus, hizo added, uh, requirement hizi uweze kufanya application. Kwa hiyo ni hiyo ni, ni style ya kwanza kufanya application. Style ya pili ni kwenda kwenye specific site ya chuo husika kwa maana ya website husika au portal ya kufanya application. Kwa maana yake you have your idea to your head kwamba okay, I know I want to apply to this college kwa hiyo una search on web au kwenye Google popote pale ambapo unaweza kutumia ku access website yao, ukiingia ndani utatafuta tu application portal iko wapi, utafanya application. Kwa hizo ndo namna mbili. So, uh, Marekani ina vyuo ambao vina makundi matatu muhimu. Inaanza kuwa zaidi, lakini tunataka classify makundi matatu. Kundi la kwanza ni community colleges, kundi la pili naitwa state universities, kundi la tatu naitwa ni private universities. Of course, unaweza kuenda hata mbele kundi la nne ambao ni, uh, ni, ni vyuo vya, vya kidini Yani ni specific kwenye kundi uh, religious kind of la universities pamoja na state university zote kwenye kundi moja la government. Then, tuna private university na pamoja na hizo kwenye private university pia kuna private ambayo ni for business, ni ni eh, sina jina zuri lakini labda VETA au vyo vya kati, nikisema hivyo naonyesha kwamba elimu yao is not a full degree. lakini wanatoa kitu kinachoitwa applied degree eh, au associate degree ambao mara nyingi inachukua kwa miaka miwili. Marekani eh, inatafsiri degree kwa miaka minne, kwa kwa hiyo ukisoma miaka miwili kwenye community college kuna baadhi ya community college ambazo zina linking ya moja kwa moja na university, miaka mingine miwili. Hata hiyo yu, miaka miwili ya a, applied degree, pia kuomba kazi. Community college kundi la kwanza na viko vingi kweli kweli kwe. Yaani, ni vingi, ukisearch pale utaona zaidi ya vyuo mia tisa ambavyo viko Marekani ambavyo viko kwenye kategori ya community college, level ya elimu ya muda mfupi kama miaka miwili, na gharama yake ni ndogo,

kwa sababu ukisema huko kuna mpaka hizi, unaweza kujifunza namna ya kuwa baba shop, yani yule mtu ambaye ana ana ana, ana, ana deal na nywele za watu. Unaweza kujifunza masuala ya nails, unaweza kujifunza masuala ya ususi. Hizo community colleges zina offer kwa kwenye hizo level. Kwa unaweza kukuta mtu ametoka Tanzania akatafuta gate ya kuingia Marekani kwa namna tu, anaenda kusoma course fulani akaweza, tutaenda kwa kinyozi wa Marekani. Kule vinyozi, of course, kuna special level ya lending na kuna certification kwamba inabidi uwe certified kuweza kufanya hiyo kazi. Kwa because of certification inabidi usome ili uwe certified. Kwa hiyo unataka kusoma hivyo, lakini ukiachana na hiyo mtu ambaye ana plan ya kufikia level za juu za elimu kwa maana maybe masters na PhD na nini. Ukianza kwenye comment kwa inabidi uende kwa kwa type ya hizo applied degree ambazo za miaka mingapi? Miaka miwili. Kwa hiyo okay, ya mi okay, ya, mi acceptance yake ni ndogo na hiyo utaelewa maana yake hata ukisearch Google kwamba acceptance rate ya Harvard <laughs> utaona pale ni asilimia ngapi, aso labda tatu au mbili pasenti. Hizo maana yake ni kwamba for every 100 applicants kwa hicho chuo waanza kachaguliwa watu watatu, ndo kusema labda asilimia tatu ndo, ndo tafsiri yake, au kusema labda asilimia tano. Maana yake kila application za watu mia wameapply, wanaanza kupata watu watano. Ai, kwenye community college huku penyewe They do not have that one. 100 acceptance rate au au 90 acceptance rate, manake kwa kila application mia wanachukua watu tisini, which is a very good rate ya kuchaguliwa umeona. Kwa hiyo that's community college. Kwa hiyo they have cheaper, uh, fee kwa maana ya cost ya ada, lakini pia wana, uh, wana rate ndogo ya kumchagua, yani vigezo vile vingi vya ku, vya vya chosen lakini pia cha tatu they take shorter time ya kusoma. Lakini cha nne pia wana kozi za kawaida, mna hata kozi ambazo mtu ambaye hana level yote elimu anza kusoma kama na minimum normal understanding ya English kama na lugha ya kujifunzia. That's community college. Ukiacha na hiyo unaenda okay, kuna, kuna kundi lingine ambalo linaitwa uh, linaitwa state university. Hivi ni vyuo vya serikali vya Marekani ambapo sasa wenyewe vinakuwa vinatoa fully degree na state na view, like, state almost every state ya Marekani tu hizo state, chuo ambacho ni kikubwa cha serikali kwa hiyo state husika ya chuo fulani ambacho ni cha serikali na ni cha state fulani ambayo ipo you know those states ambazo ziko Marekani k the way, uh, anyway any system aza kuitaja, you have to find the state universities ambao kwenye chuchuo kwenye hilo location husika kwa hilo, ni kundi la pili la vyuo ambavyo viko Marekani. Kundi la tatu ni uh, private university, ambapo hapa nazungumzia ni vyuo binafsi. University of California eh, New York university of whatever. Kuna kimoja Colgate University, a very common name. So even a private university. Kundi la vipo ambavyo ni, ni, ni, ni, ni religious university kimoja inaitwa Gannon University na kifahamu niliwahi kukifuatilia muda fulani ni cha kidini na kuna vyuo vya Anglican kuna vyuo uh, kuna kuna, na, na, na uh, vya, vya, vya, vya, vya, vya. makanisa yaliyokoka hayo vipo kwa hiyo kuna kundi kuna nakumbuka kuna chuo kimoja niliwahi kwenda kwenye common application kwa apply nilivyoona of course kuna mtu alikuwa na apply vyuo vya Marekani na kuna mpaka chuo kimoja kilinipa admission lakini alikuwa hawana hawana um, scholarship kwa hiyo niambia kwenye kwenye ni kwamba okay. Kwa added, kina added requirement na one of the requirement kwamba they, they asked me kwamba are you born again Christian? Ina maana if that's no for you kuna chances za wewe kutokupata admission sababu ni cha kidini. Eh, they just need those who are born again Christian. Na ukisema ni yes, wanakuambia what, uh, Jesus have done for you for the past two years. Unajibu kuelezea kwamba okay, kwa sababu wewe ni mtu wa imani hiyo, un, yani Yesu wamekutendea nini au imani yako hiyo imekutransform vipi kwenye maisha yako. So you can find that kwa mtu ambaye sio hiyo imani always hatakuwa sio mtu sahihi kuendelea na your application. Kwa hivyo ni vyo vya kidini. Lakini kwa wale ambao mna mko kwenye lo eneo kwa, kwa haijalishi dini gani, vyuo vya category tofauti tofauti. Mimi ulea mfano kwa imani ambayo nipo kwa Christianity, ndio unakuta una vyuo vya namna hiyo. Kwa hiyo vya, vya, vya, hayo ni makundi ya vyuo ambao viko Marekani, na kila kundi lina aina ya watu wake. Um, tusipoisemea scholarship ni ni, uh, na scholarship is of, kuna baadhi ya scholarship nchi kama nchi, kwenye hizo state university kuna scholarship zao, kuna scholarship za baadhi ya vyuo. Kwa mfano kuna chuo kimoja inaitwa St. John's kipo kule Marekani, wao wanatoa scholarship kila mwaka scholarship kumi International student. Kwa hiyo mna compete wanafunzi wote ambao international kuweza kupata hizo scholarship. Competition sio ndogo lakini if you got it a chance unaweza ukafanikiwa uka ku secure hiyo scholarship. Kwa hiyo kuna scholarship ambazo zinatolewa na taifa kama taifa nchi, lakini kuna scholarship ambazo zinatolewa na college specific chuo kama chuo ambacho kinakuwa kiko eneo husika, kuna nafasi ya kuweza kupata scholarship ndani ya chuo scholarship. Scholarship, lakini, ya uh, kwa degree ya kwanza kusoma Marekani kuna changamoto tunazungumza kwa sababu sio nyingi sana, lakini kwa degree ya pili na ya tatu kidogo sisi tunakoga tofauti, na kuna vitu ambavyo vipo kule ambavyo sio scholarship, lakini vinaweza vikakutengenezea mazingira hayo kuweza kusoma vizuri. Mfano uh, kuna baadhi ya uh, option ambazo zipo hata nimekutana nazo kwamba unapokuja kusoma level ya masters Marekani unaweza kupata Opportunity kuwa intern ya kufanya kazi kwenye kampuni fulani afu kwa unasoma, kwa hiyo maanake unaweza kuwa finance masomo yako wakati una, una split ule muda kuweza kusoma, lakini pia ukiwa una, una, una, unafanya kazi kwenye kampuni fulani, hiyo ina, ina, ina work out, inasaidia watu kuweza ku, kupata access kwenda kusoma Marekani, sababu anakuwa anafanya kazi at the same time anakuwa anafanya anakuwa ana, anaendeleza elimu yake. Kitu ambacho kingine watu wengi wakijui, Marekani ina mfumo ambao duniani nyingine hawana ambao mfumo una uwezo wa kusoma undergrad kwa maana ya degree ya kwanza bachelor ya degree ya kwanza alafu ka bypass masters ukasoma PhD. It is possible. I remember nilikuwa nafuatilia interview moja, kuna mtu akaongea very clear kwamba you can, uh, na akajisemea mwenyewe kwamba nimesoma degree ya kwanza na sasa hivi natuka PhD, ile masters pale ikawa haipo, lakini kuna vigezo vya kufanya hicho kitu uh, kwa wengi ambao mnafahamu of course, mnaweza kufanya kusoma level, level ya PhD kabla hujaapply baadhi ya vyuo, of course sio vyote. Kuna baadhi ya vyuo ambavyo kabla hujaapply chuo kusoma PhD lazima kwanza mtafute professor wa hicho chuo na uongee naye, kwa sababu lazima u align na goals zako. Okay, unataka kupata PhD kupitia yeye, kwamba utakuwa unafanya research za nani, utakuwa unafanya studies zako za kwenye eneo lipi, na kama atakuwa ndo eneo lake la interest na yeye uweze aweze kukunacha au kukulea usome PhD yake kupitia yeye, yule professor usika au hao ma professor za kwani zaidi ya mmoja, of course kwenye hilo kundi husika, then akisha kukubalia, ndo waplesa chuo chuo kikubalia uende kusoma pale. Sasa moja vitu ambavyo navisema nilikuwa namfatilia kwenye eneo la kupata eh, level ya PhD kwenda kusoma kwa kubypass masters, moja, inabidi kwenye ulivokuwa na unasoma undergrad, ulikuwa unasoma degree yako ya kwanza, uwe ni mwanafunzi ambaye tayari ulikuwa una exposure maswala ya research Maswala ya publication at least una una una, una, una, una journals ambao umepublish kadhaa kwenye kategoria yako specific kama ni taaluma yako si kama ni, ni ni medicine au ni ni computer science au ni whatever journal ambao upo kulingana na taaluma yako wewe umeshafanya publication at least moja au mbili hiyo ita set eh, a ground kwamba tukikuleta kwenye PhD you already know what to do kule kwa sababu kule pia kuna mambo ya publication ni kitu ambacho lazima uone kifahamu kwa hiyo ukiwa na hizo sifa una uwezo sasa nchi kama marekani mara nyingi level ya PhD waga haulipi shule, na badala yake waga unalipwa. Kwa nini? Kwa sababu ya vifuatavyo. Cha kwanza, kuna kitu kinaitwa teaching assistantship, yani usaidizi wa kufundisha na research uh, assistantship, kwa maana ya usaidizi wa kufanya research. Kwa hiyo kifupi ni kwamba ukikuwa unasoma ukikuwa unasoma level ya PhD, utakuwa unapewa vipindi kufundisha watu undergrad, kwa maana degree ya kwanza. Uh, utakuwa unapewa baadhi ya kazi za profesa nafanya masuala ya research, unafanya unafanya research ambayo profesa ambaye huko chini yake, au hao maprofesa ambao utakuwa chini yao. Because of those activities ambazo utakuwa nazifanya pale, they basically pay you. Kwa hiyo ukiwa huko Marekani mara nyingi, na kulipo kutegemea na, na, na view havifanani. Kuna view unapewa dola elfu arobaini kwa mwaka, kuna view unapewa dola elfu hamsini kwa mwaka, kuna view mengine unapewa dola elfu sitini kwa mwaka. Kama Harvard ukipata access kwenda kusoma Harvard unapewa mpaka dola elfu sitini kwa mwaka. Kwa hiyo just take that money una divide by 12 unajua kwamba kwa kila mwezi wanadispense kiasi gani kwako. Hiyo ni given na haulipi kusoma PhD. Of course kuna mantef kama UK which is not the topic of today. Unaweza unalipia kusoma PhD una, una, una, una lakini kwa Marekani kidogo The story a bit different kama nimevyokuambia kwamba PhD level haulipi. Kwa hiyo ni kwa watu ambao wanatamani kusoma Marekani na kuna baadhi ya n una baaiya awaki unaenda kusoma kwao, so you can check it out, watu kuweza kusoma ukiwa huko Tanzania au ukiwa huko mataifa mbalimbali duniani kwenda kusoma Marekani, kitu muhimu cha kumake sure unaelewa ni kwamba unapotaka kufanya aplikeshen yako ni kwamba ile ile matokeo yako huwa hawayatambui kule kama yalivyo hiyo degree I mean, level level yako ya elimu, mara nyingi level ya degree na master na nini ni international standards wanaelewa. Nazungumzia mtu ambaye umetoka advance afu unataka uende kule, au umetoka una, una diploma de, ne, una ya, ya, kama mimi labda DAT au chochote pe pengine most ya ATC unataka ukasome kule again, doctor anachangamoto kwamba uh, you have to convert au masomo au matukio yako e, au euh, ufaulu wako usomeke kwa equivalence ya kwao waweze kuelewa kwamba huo ufaulu una maana gani kwao, kwenye level ya ku grade uende kusoma sehemu gani. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kuzingatia uh, vichache unapofikiria kwenda kusoma Marekani. Ni decision nzuri kwa wengi, lakini pia ina changamoto zake za kuweza kuifanikisha. Lakini ukifanikiwa, of course, uh, unazo ukaenda kwenye ukaishi dream of America. Uh, American dream ambao huwa mbalimbali mbali ambayo eh, mbali mbali mbali tumeshare leo, na itakusaidia kuweza kujua namna bora ya kuweza kufanya na mabora, na namna ambavyo utafanya kwa matokeo mazuri. This is mashule shule. Eh, ni zaidi ya darasa, karibu ujifunze, mi ni host wako Josephat Rafael Nkungugu and God bless you